Lakini ni kingoja niombe, kwa sababu nimesikia hatari, kwa sababu nimesikia kwamba mambo yangu hayaendi vizuri. Ni sawa kuomba kama mambo yako hayaendi vizuri, lakini kama ninasubiri kustuliwa kama busti fulani kwamba ije ili ndo ninyanyuke niwe ninaomba, ili ndo niwe natenga muda niwe ninaomba, sicho Mungu alichokitaka kwako. Alichokitaka Mungu, kila siku awe na wewe kama ambavyo kila siku alikuja anakuja bustanini, anaongea na bustanini, anaongea na Adam, anaongea na kina Eva, ndivyo ambavyo alikuwa ameplan ame ndivyo ambavyo alikuwa amepanga kwamba na mimi nina wakati wangu wa kila siku wakwenda kuongea na Baba, haijalishi nina shida sina shida, haijalishi. Fikiria kama mungu labda angekuwa amewaacha mpaka siku wametenda dhambi, wamekosea, labda wangetoa sababu kusema Mungu, kwanza ulikuwa hauji kuongea na sisi, alafu ulikuwa hututembelei, ndio maana tumekosea. Lakini mungu alikuwepo kila siku, wana wanaongea kila siku kwao na Mungu anatamani hivyo kwamba ushirika wetu usisubirie, kuomba kwetu kusisubirie matukio kama programu za kanisani. Sasa hivi tunaenda kufunga sasa hivi tunakwenda kuomba. Aa, wewe kama wewe una namna gani ambapo unakuza ushirika wako na Mungu kwa maombi, kwa kuhakikisha kwamba una maombi ya kila siku.